Karibu tena msikilizaji wangu eh, my fans ambao wanakwenda kunisikiliza. Najua sio wote ambao wanapenda kunisikiliza, lakini nakushukuru wewe ambayo umechukua fursa yako kunisikiliza. Leo tunazungumzia kuhusu mchanganyisho wa insha ya mazungumzo na insha ya ma ya masimulizi ya kuendeleza hata kualika hata na kualika kwenye sherehe kusherehekea siku ya kuzaliwa. Tunakosana juu ya chumvi. Naitwa kama mwakilishi kwenye sherehe, niwakaribishe wageni. Hata kabla sijamaliza, naitwa pembeni, kisha nikaelekezwa hadi kwenye chumba ambacho kilikuwa kimetengwa. Nikamuuliza yule aliyekuwa ananielekeza na nini, naye akasisitiza, ingia ndani utayapata haya. Tukaingia mle ndani, nilishangaa ya Musa kabla ya Firaoni. Niliwapata uchi mkavu na ngozi zao zili zilikuwa zimeanikwa na wenzao wakiwa wanatokota mle ndani kwenye sufuria. Tena nikaambiwa kuna chumba kingine ki nafaa pia nikiingie, niweze kujua ni nini kiko mle ndani. Tukatoka kuelekea kwenye chumba hicho Kabla ya kukiingia pale, tukasikia sauti za watu wakizozana chumbi. Mara tukasikia nyamaza, kwa sauti za kuogofya. Nikabidi nimwambie mwenzangu, ebu kwanza nipe nafasi nikazungumze Angarao kijakazi, naye mwenzangu niliyekuwa na pashana au kuvumiliana, akaniambia tayari umeshasikia kutoka kwa viumbe, si vyema kuzungumza na wifi njiani, sebuse kijakazi wapo amechemka. Kuna sura mimi nikiziona najua ni za, ni za kunitilia nuksi. Zina madizaini za kiuchawi, uchawi, uchawi sababu ya kuna yule ambaye ameishi tu kunifuata mimi. Sina hela kama ni hela na wala si, sihifadhi mimi ndiye hata mimi ndiye hata kuuliza hilo swali mimi ndiye nafaa kuuliza, anavyoniambia niliambiwa hapo awali na mjomba, kando na yale niliambiwa na babu kabla ya kuiaga dunia. Imagine ameishi kwa ajili kwa tu hiyo kukaa kinyume namo kama mahaba mzigo nitwike, kusinitue lau Ra nipende, ragogo lagogo liache, silipasue. Kama mahaba kipigo, ni radhi kinisumbue, nipe japo kidogo, mwenzio nijirimbue. God will give me strength for every battle.

approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Asante Mungu kwa kunipa neema ya kuiona tena siku nyingine ukaibariki kazi ya mikono yangu Amina. May help comes from the Lord

Naye mnyama kaniambia ya kwamba yeye na wanyama wenzake wameweza kutii, lakini huyo mtu, yani mwanadamu ndiye atakaye kuletea taabu na mwenzake na wenzake. Watakataana na kauli zake abadan, kataana hata ziwe ni za manufaa kwao. Kiburi kitawazuia kuyapokea mema, wivu utawazuia kujua mema na mabaya. Mnyama karudi zake kwenye msitu. Ni wangapi wamesafiri bila kusumbuliwa na kikundi cha wanyama au kikundi cha watu, hata haifai wewe kusumbuliwa. Na kama wanakusumbua wao, hufanya hivyo huku wakidhani eti hawaonekani, au huku wakidhani ya kwamba hamna anaye wafahamu usijarishwe, na haa, endeleza au endelea na mwendo hadi pindi utakapofika kilele cha safari yako. Wanavyomaanisha wenye magari, wanavyomaanisha wenye magari, sifai kuelezwa nafahamu najitorea kutembea na sio kwa kupenda, ni mtarii mweusi. Wengine tulitoka na wao mashambani, kwa hivyo sio jambo geni kwao, kwa wanajua wanachokifanya ni wao walijitakia kuchambuliwa kama karanga, wasinge wasingejitokeza wakae kwenye boma zao, hamna ambaye angewaanika kama ngozi na kusomwa kama ngozi, kutafutiwa nafasi kwenye kurasa za vitabu, sababu vitabu vimejaa kutumika na kutupwa kufagiriwa na kupakiriwa kama taka. Basi hivyo ndivyo siku na bahati zao zinakwisha bila wao kujua. Hata uniulize, hizo mbio za kila siku ni za nini na ni za kwenda wapi kama sio kukimbilia maovu? Siwezi nikajivunia chombo ambacho kinatumika kwenye jaribio, sio kamilifu na kimepitishwa kime kwenye vitengo mbalimbali, na bado haki, hakionyeshi dalili zozote eti kwamba kitakamilika au kufunzo. Matumaini hamna hata kamwe kama kabila langu limeathirika sebuse yale makabila mengine, bado sijachoka, natia fora jitihada zangu juu chini, zisije zikakosa kufua dafu. Kutafuta tiba kuchukua miaka mingi. Who the hell is to stop